Bima Pub. Urahisi wa maisha. Lakini nimejiona na kituo kizuri cha Daraja C. Haratisi mwenyewe amejiona tumechagua kituo kizuri. Kwa sababu gari ni kituo pale hapa mzunguko wa fedha utakuwa mkubwa. Na hata sio mrefu mtaona wageni wengi sana hapa. Wageni wanakuja na tabia mbalimbali. Sisemi mimi watu wa kwale ni wahalifu. Kizikata kuna watu wakali hapa. Wakaili tabia zetu za awali, tunawekea usalama kwa pale. Nianze wa kwanza kushukuru wewe kwa kuja fedha zao na muda wao na kwa muda mfupi sana kujenga kituo hiki, daraja C, vituo vya polisi vina madaraja A, B na C. Askari wetu tuwaleta hapa, na niwahakikishie wananchi sasa kwamba kituo kipo karibu. Unaruhusiwa kuja kutoa malalamiko yenu. Lakini pia msiwe mbali na polisi, tunawategemea wananchi. Kaza polisi, sisi nchi pekee yetu tunategemea wananchi. Kwa hiyo kituo hiki cha kweli, tusaidiane kulinda miundombinu yake, maji, umeme na vingine vyote. Sina zaidi zaidi ya kushukuru kwamba kupokea mradi kwa mikono miwili, na sasa sisi tuko tayari kufanya kazi kwa kadri ya maelekezo ya serikali. Asante.